Ugali mchanga huu, ikiwa ni siku ya nne tu tangu mwaka uanze. Sasa tunakwenda kuiangazia taarifa ya kustajabisha lakini yenye huzuni na kila aina ya vyovyote ambavyo unaweza ukaeleza taarifa ya fumanizi la mwanzo mwanzo wa mwaka, ambako jeshi la polisi jijini Mwanza limewanusuru watu wawili kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali baada ya kupatikana katika chumba kimoja, mwanamke akidaiwa kuwa mke wa mtu hapa halisi ya tukio hili, jinsi ilivyokuwa. Siku za mwizi, siku zote ni arobaini. Ilikuwa ni majira ya asubuhi, mume wa mke husika akiwa kanyemelea chonjo, mara akaona kituko kutupa jicho la haula, akakuta gari la mkewe namba zile zile likiwa limepaki nje ya nyumba ambapo ndipo alipokuwa amepanga mnyemelezi wake, yule kijana aliyefumaniwa. Akiwa katulia tuli akisubiri wizi wa ngono. Kijana amepanga chumba kimoja na sebule maeneo ya Kitangiri. Si vyema kujichukulia sheria mkononi. Mwenye mke kuona hivyo, huku kiroho cha wivu kikimdunda kama saa ya ukutani, ndipo alipoonana na uongozi wa mtaa. Kilichofuata ni kwenda kumgongea kijana chumbani kwake, ngongo ngo. Alionekana kuwa mkaidi kufungua mlango. Na shida bwana, nimekuta gari yangu imepakiwa pale na, na, na najua kuwa mke wangu ana mtu mule ndani. Mke wangu akatoka, na mie nikapata nini? Tulipofika tukamgongea jamaa, jamaa akakataa, kwa mimi sio jambazi, mnanigongea kwa nini? Kadi yake. Hatimaye vyombo vya dola vikaingilia kati, kwa polisi kuchukua maamuzi ya kuvunja mlango. Ndani kumbe yule dada huyo, mwenye kuhema na kijasho chembamba kumtoka, akiwa ametoka kwa kupitia darini na kuangukia chumba cha pili paa ambapo walimfuata wakamkamata na kumtoa. Waliofika pale kwenye eneo la tukio wakagonga mlango, watu hawatoki, wa waliofumaniwa maskari wakafika, walivyofika, taratibu zitaendelea, hatimaye wakabomoa kuingia ndani, ati mwanamke wakamkuta, wakamkuta juu ya, baada ya kwa sababu hapa najua nyumba zina dari, inaonekana alitoka kwenye, baada ya a za kutaka kubomoa, akapanda juu ya dari, a chumba cha pili baada ya kutolewa nje kwa wafumaniwa hao, wakiinamisha nyuso chini kwa aibu, walipelekwa kituo cha polisi Kirumba kwa mahojiano zaidi. Huko nje umati wa watu ukizidi kutanuka na kufuatilia kwa karibu, wengine wakizomea, wengine wakipata fuzo na hisia tofauti. Yote kwa yote, tuondoe aibu kama hizi kwa kuwa waaminifu katika ndoa zetu na usione vyaelea vyaundwa.